Madeni yanawatesa wengi. Madeni ni utumwa, madeni ni kifungo, ni mtego ambao wengi wanakuta umewanasa, wameingia kwenye kifungo ambacho hawajui namna ya kutoka. Na mbaya zaidi ni kwamba ukishajikuta umeingia kwenye huo mtego, umeingia kwenye hicho kifungo, kwa kadri unavyoongeza nguvu na jitihada za kujitoa ndo unavyozidi kushikwa na kuingia kwenye madeni zaidi na zaidi. Kuna njia nyingi tu tofauti ambazo zinaweza zikakusaidia eidha kuepukana na madeni au kutoka, kama tayari umeishaingia kwenye hayo madeni. Hizi ni njia ambazo zitakusaidia kuyashinda madeni, nitaziongelea nane. Njia ya kwanza ni hii: ikiwezekana usiingie kabisa kwenye madeni, usichukue mkopo. Ni rahisi kuisema na kuiongelea na ni rahisi kwa watu wengine kuielewa pia, lakini sio rahisi sana kwa wengi kuifanyia kazi. Kuna watu washajiaminisha kwamba hawawezi wakaishi na kuendesha mambo yao kwenye maisha bila kuwa kwenye madeni. Kuna watu ambao akili yao imesha jiseti kabla ya kufanya kitu chochote ambacho kinahitaji hela, badala ya kufikiria namna ya kuitengeneza namna ya kuifanyia kazi, kinachokuja ni kuona sura na kukumbuka majina ya watu wengine ambao anaamini wana hela ya kumpa yeye kufanyia kazi kitu anachotaka. Kwa hiyo njia nyepesi kabisa kukwepa na kuepuka kuingia kwenye madeni na vifungo vyake vyote ni kuto kuingia kabisa kwenye mikopo yoyote, lakini kama unashindwa Tuiangalie njia ya pili, ambayo ni kwamba kama ukilazimika kuchukua deni, basi usichukue kwa ajili ya vitu vya kawaida kabisa. Usichukue deni kwa ajili ya chakula, usichukue deni kwa ajili ya vitu vya matumizi ya kawaida ya kila siku kwenye maisha yako. Hayo ni mambo ambayo unatakiwa kufanyia kazi, ili ulipwe, maisha yako yaendelee. Ikitokea mara moja mbili, sawa, lakini isiwe ndiyo njia yako ya kuingiza kipato. Chakula, mavazi, malazi, makazi ni vitu ambavyo inabidi tuifanyie kazi kama sehemu ya majukumu yetu na pesa yetu ianzie kule, lakini hapo hapo usichukue mkopo, usiingie kwenye deni na mtu kwa ajili ya matumizi ya anasa, kwa ajili ya kwenda kujiachia. Unachukua pesa kwa mtu ili ukapige starehe ambazo kesho yake ukiamka unashtuka, hivi nilikuwa nafikiria nini? Hivi imekuwaje nikawa hivi? Kama hauna ulazima kuchukua mkopo kwa mtu, achana kabisa na hicho kitu. Fikiria namna ya kuingiza hela, fikiria namna ya kufanya kazi. Njia ya tatu, hakikisha matumizi yako yanakaa ndani ya kipato chako. Usipende kutumia zaidi ya unavyoingiza, kwa sababu kutumia zaidi ya unavyoingiza hela ni kwamba unatumia kitu usichokuwa nacho, na ukisha anza kutumia kitu usichokuwa nacho, ina maana unatumia cha wengine, na cha wengine ni madeni kwako na madeni ni kifungo, ni mtego na ni mateso ambayo yatakuandama kwa muda mrefu. Kuwa na vipaumbele vya matumizi yako. Kwa hiyo ukifahamu kipato chako, labda unaingiza kwa mwezi au unaingiza kwa siku, weka vipaumbele ambavyo utahakikisha vinagonga mle mle ndani ya kipato unachoingiza, panga matumizi hapo hapo, na ukitaka kutumia zaidi, fikiria namna ya kuzalisha zaidi. Kuwa na nidhamu, tumia ndani ya kipato chako. Njia ya nne, ishi maisha ya kiwango chako. Usiamue kuishi maisha kama anayoishi jirani, kwa sababu jirani kuna wezekano anaingiza kipato kuliko wewe. Jirani kuna alikopitia na alikotoka ambako siko wewe ulikotokea, siko wewe ulikopitia. Acha kulinganisha maisha yako na maisha ya watu wengine, hasa hasa kwenye matumizi na vitu wanavyomiliki. Hayo ni maamuzi binafsi. Yatambue vizuri maisha yako na kipato kinachoendana na maisha yako na tumia kila kitu ndani ya kipato chako na fanya mambo ambayo yanaendana na maisha yako. Acha kujilinganisha, kwa sababu utaingia kwenye madeni ambayo kuyalipa inaweza ikawa ni ngumu. Njia ya tano iko hivi, wekeza zaidi kwenye kuongeza kiwango katika sehemu inayokuzalishia kipato, hiyo biashara yako jaribu kuiongezea viwango ili ikuingizie kipato zaidi, ambacho kitakupa uwezo wa kuwa na matumizi labda makubwa zaidi, au mara nyingine itakuwezesha kuwekeza sehemu nyingine na kuweka akiba. Kwa walioajiriwa ni kujiongezea ujuzi na maarifa, network, na kufanya vitu vitakavyoweza kukusaidia kuingia kwenye nafasi ambayo itakuingizia kipato zaidi. Kama unatoa huduma, ipe ubora zaidi. Ongea vizuri na wateja wako. Uh, weka mifumo ambayo itakuruhusu kuhudumia watu zaidi, ili uingize kipato zaidi, na kinavyoingia kipato zaidi, inakupunguzia ushawishi wa kwenda kuchukua madeni na mikopo kwa watu wengine. Njia ya sita: jenga nidhamu ya fedha kwenye tabia yako na mienendo yako ya kila siku. Usifanye matumizi yanayoongozwa na mihemko, acha kuongozwa na hisia kwenye matumizi. Unatembea tu njiani, unatembea barabarani, unaona kitu, unaamua kukinunua au unaenda kufanya shopping ya vitu fulani, unaisahau ile listi, unaanza kuona vingine ambavyo vinang'aang'aa, na utashangaa kabla ya kumaliza listi uliyoiweka hela haitoshi tena, kwa sababu umenunua vitu ambavyo vimesukumwa na hisia na mihemko. Kwenye nidhamu ya pesa, inabidi ujue namna ya kujifundisha kuongeza nguvu na akili na mtazamo wako kwenye kuzalisha pesa zaidi, na siyo uongeza matumizi, na inabidi uyafahamu zaidi maeneo ambayo yatakusaidia kuiwekeza na kuizalisha zaidi pesa yako kuliko yale maeneo ambayo yatakusaidia kuitumia zaidi pesa yako bila kuwa na manufaa ya kuiongeza au kukusaidia chochote kikubwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo ijenge vizuri nidhamu yako ya pesa. Njia ya saba ni ya muhimu sana, hii iko kwenye tabia. Usipende kutoa mikopo na kukopesha kwa watu bila sababu za msingi, usikopeshe kiholela Hakikisha unamjua vizuri mtu anayetaka kuchukua hela kwako. Jaribu kujihakikishia kwamba hiyo pesa itarudi ndani ya wakati, na actually, jihakikishie kama hiyo pesa itarudi. Na kwa upande mwingine, usipende tu kuamua na kuwadhamini watu kihorera. Mtu anachukua mkopo sehemu, unaenda tu unamdhamini kwa sababu ni rafiki yako, kwa sababu mmekutana kazini. Usiamue tu kumdhamini mtu Hakikisha kwamba hiyo mikopo ya watu wengine haitohamia kwako. Au kama unatoa mfukoni kwako mwenyewe kumpa mtu mwingine, hakikisha mnaendana vizuri. Mojawapo ya mikopo ambayo huwa hairudi ni ya ndugu. Mara nyingi ndugu wakikopeshana hela huwa hairudi. Of course ni ndugu, lakini nidhamu ya pesa inabidi zingatiwe. Njia ya nane ni ya muhimu sana, na wengi ambao hawakuijua wamedakwa Epuka sana mikopo nafuu na mikopo ya haraka. Epuka hiyo inayoitwa mikopo ya bei nafuu, unapewa mamilioni ndani ya dakika tano. Ukiangalia dhamana inayowekwa haieleweki, utajikuta uh, umeshapoteza kila ulichokusha kivuna kwenye maisha yako. Ndo hiyo, utajikuta kwenye mikopo wanaita kausha damu. Hata jina lenyewe unalisikia, wanaita kausha damu, na unaenda kuchukua hela ili ujikaushe damu. Usiende kwenye mikopo nafuu kwa sababu mara nyingi huwa inakukamua chochote unachokipata kwa wepesi. Inabidi ukiangalia mara mbili mbili kwa sababu pia kinaondoka kwa wepesi. Ukifikiria sana kwenye urahisi wa kupata pesa ya mkopo bila kuangalia ni riba kiasi gani inachukuliwa bila kuangalia kwamba ukishindwa kulipa kuna uh, madhara gani yatakupata, utakuja kujikuta babaya. Chunguza hivyo vitu vya msingi kabla ya kuangalia wepesi wa kuipata hiyo pesa. Na njia nyingine ya bonasi tu na kuongezea ni kwamba jitahidi na ujifunze kujitegemea, na uache kutegemea pesa za watu wengine kuendesha maisha yako. Kama una uwezo wa kuzalisha, jitegemee na zalisha mwenyewe kitu chako, na utumie ndani ya kipato chako. Jaribu kutumia akili na mikono yako na ujuzi na maarifa yako mwenyewe kutengeneza kipato chako, na usiwe kupe kwa watu wengine, kwa sababu ukimtegemea mwanadamu, kuna siku atakuacha, atakudondosha, na utajikuta kiurahisi sana unaingia kwenye madeni na mikopo ambayo hutaki. Sio kwa sababu anakuchukia, sio kwa sababu amekufanyia vibaya, ni kwa sababu haujaamua kujitegemea angalau kwa kiwango unachokiweza kwa wakati huo. Na ukishaanza kukiingiza kipato chako, jaribu kukigawa, angalia, asilimia kadhaa iende kwenye matumizi ya kila siku, matumizi ya kawaida, asilimia ndogo nyingine iende kwenye akiba, na asilimia nyingine jaribu kuiwekeza sehemu ambapo hiyo pesa itakuwa inajizalisha hata kama ni kwa udogo, lakini angalau kuna kiasi fulani cha pesa kitakuwa kinaendelea kujizalisha sehemu nyingine, wakati wewe unafanya kazi kwa ajili ya hicho kikubwa kinachoendesha maisha yako. Natumaini umepata cha kujifunza, natumaini umepata jambo ambalo litakusaidia kuepukana na madeni au kuondoka kwenye hayo madeni. Kama auja subscribe, usiache kusubscribe ili uweze kupata masomo na videos nyingine zenye kukufundisha vitu vya msingi kama hii, na kama una swali au chochote unataka kutuambia, basi acha comment, na usisahau kuwashirikisha hata wengine pia. Asante, mimi naitwa Michael na hii ni Lenzi.